Imekuwa tam kuliko na imekuwa nzuri night kali sana hii ni 69 Media. Au sio? Tuko hapa, tuko live. Niko na Nyamwezi hapa, au sio bana? Ma project mingi sana ndugu yangu. Eh kama, kama, kama zinasemaje, Nyama kabisa. Kuna watu sasa wanatoa, kuna ma producer wanatoa wanatoa wanatoa magoma kibao na wanasema hamna producer mkali. Vipi kwako, kwa wewe umepata kusikia mainstream na ngoma kibao ambazo zimetoa kubwa Unaweza unaambiaje watu ambao wanajitamba hapo bado ukiangalia mziki wao haujafika popote? Kiupande wangu mi sio mtu wa kujitamba, kwa hiyo kama so sio mtu wa kujitamba, siwezi nikamwambia mtu yoyote ambaye yeye ni mtu wa majigambo au kujitamba kumwambia kwamba ache au aongeze. Unajua kila mtu ameumbwa jinsi alivyo yeye, kwa hiyo mtu wa mitambo atatamba, mimi sio mtu wa mitambo sana. Kwa hiyo mimi katika maisha yangu nina plan zangu, nina ndoto zangu. Asio hapa tu nilipo. Kwa ndoto zangu ni kufika mbali zaidi. Kwa hiyo kama ndoto zangu ni kufika mbali, mimi sitoangalia nani kaongea nini wala nani kasema nini, nani ametamba nini. Mimi nitaangalia itaji, uh, utakapo, mimi ni nini nahitaji, ni nini na focus. Ah, utakaponiambia mimi nimzungumzie mtu ambaye amesema vitu fulani sijui nina nini. Ina maana unanitoa kwenye ilele yangu, unaniingiza kwenye ilele yake. Eh, ili mimi nibaki kwenye ilele yangu ni kila mtu afanye mambo yake. Yeah. Tuambie project zako za koza... Elfu mbili na ishirini na sita kuingia elfu mbili na ishirini na saba. Tunajua umefanya ngoma mengi sana elfu mbili na ishirini na nne, elfu mbili na ishirini na tano, sasa hivi tunaanza na mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita, najua na vitu vingi umevipanga kwa mwaka huu mpaka ukimaliza, naweza tukadokeza project zako ambazo wanatakiwa kuziachia kwa muda huu na, na plani yako kwenye mziki huu wa Bongo Flavor ukiwa kama producer uh, project nyingi kazi ni nyingi na, na wasanii naitatoa mwaka huu na mwaka unaokuja kazi ni nyingi na wasanii wakubwa A-list ndani na nje ya nchi, kwa hiyo tumejipanga vizuri, tutafanya vizuri na ni kwa sababu ya mambo mazuri pia, yeah. <coughs> Unaweza pia ukatutajia A-list yako kwa wasanii ambao uko nao kwa sasa hivi, unasema hawa na nawakamata mimi halafu nawaaminia nawapeleka mjini? Wako wengi sana ningesema, nitaje sitaweza kumaliza, wako wengi sana na sidhani kama ninakuwa ni vizuri kutaja watu unaofanya nao kazi nyenye nye, nye, msubiri mawe mtaona mawe. Sidhani kama ni vizuri kutaja watu ambao wanafanya nao kazi, wengine hawapendi ah, kabisa, kabisa. Cha kumalizia ndugu yangu ya tunafahamu, dakika za mwisho, watu wanaishi katika mfumo mzuri kabisa wa mziki, na tukiangalia sasa hivi kuna mambo na, na msanii Basata na nini, kuna vitu vingi hapo katikati Watu wanagaana magawio vipi kwa upande wenu kupitia uh, mitandao watu wanapo view ngoma zenu, wanapo download ngoma zenu, nyinyi mmejipangaje kuangalia napata ma, ma, ma, ma, magao katika, katika kazi zenu. Um, kazi kuna, katika kazi katika biashara kuna siri, kuna vitu ambavyo vitabaki kama siri, kuna vitu vitabaki kama kuwa open. Vitu ambavyo vitahitajika kuwa open vitakuwa open. Mimi nahisi mambo ya mirabaa na vitu vingine na kadhalika ni vitu ambavyo ni siri ya mtu ambaye anavipata. Sizani kama utamfuata msanii yoyote atakwambia mimi naingiza kiasi fulani, mimi nafaidika sehemu fulani, sifaidiki sehemu fulani kwenye biashara zake. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni siri ya mtu mwenyewe. Ni siri ya mtu na biashara yake, faida yake anapataje, anaenjoy vipi, anateseka vipi, ni siri yake. Eh, baa cha mwisho cha kumalizia, wajipange tu. Mali ni mengi, vitu ni vingi, mjipange. Hapa Pablo Escobar, mnyama mtukali, Mr. OG, Mr. OG, Pablo himself. Um, uh, soon naenda kutambulisha Pablo Gang ambayo watakuwepo wasanii, mafotografa, madancers, yani anyway, kuu itakuwa imejitosheleza kiufupi, ko mjiandae. Eh, ba, tujipange. Pablo ameshaongea na 69 Media, yeah. me the ameshamaliza. Mimi naitwa the baddest baba lao. Asante sana kwa kuntizama, usiache kufuatilia kwenye media kwenye YouTube channel yetu, ukiandika pale 69 Media au bonyeza alama ya kengele, unapata update na exclusive zote kama hizi ambazo wamezipata. Asante sana kwa kuntizama, tukutane wakati mwingine Ciao. Imekuwa tamu kuliko na imekuwa nzuri, night kali sana hii. Ni 69 media au sio? Tuko hapa, tuko live, niko na nyamwezi hapa au sio bana? Ma project mingi sana ndugu yangu kama, e, kama kabisa kama, kama. Kuna watu wanatoa, kuna ma producer wanatoa, wanatoa, wanatoa magoma kibao na wanasema hamna producer mkali. Vipi kwako, kwa wewe umepata kusikia mainstream na ngoma kibao ambazo zimetoa kubwa unaweza unaambiaje watu ambao wanajitamba hapo, bado ukiangalia mziki wao haujafika popote? Kwa upande wangu, mi sio mtu wa kujitamba. Kwa hiyo kama so sio mtu wa kujitamba, siwezi nikamwambia mtu yoyote ambaye yeye ni mtu wa majigambo au kujitamba, kumwambia kwamba aache au aongeze. Unajua kila mtu ameumbwa jinsi alivyo yeye. Kwa hiyo mtu wa mitambo atatamba, mimi sio mtu wa mitambo sana. Kwa hiyo mimi katika maisha yangu nina plan zangu, nina ndoto zangu sio hapa tu nilipo. Kwa ndoto zangu ni kufika mbali zaidi. Kwa hiyo kama ndoto zangu ni kufika mbali, mimi sitoangalia nani kaongea nini wala nani kasema nini, nani ametamba nini. Mimi nitaangalia nahitaji, aa, utakapo, mimi ni nini nahitaji, ni nini na focus. Ah, utakaponiambia mimi nimzungumzie mtu ambaye amesema vitu fulani sijui ni na nini. Ina maana unanitoa kwenye leli yangu, unaniingiza kwenye leli yake. Eh, ili mimi nibaki kwenye leli yangu ni kila mtu afanye mambo yake. Yeah. Tuambie project zako za koza elfu mbili na ishirini na sita kuingia 2027 na tunajua umefanya ngoma mengi sana 2024, 2025. Sasa tunaanza na mwaka mpya na 2026 najua na vitu vingi umevipanga kwa mwaka huu mpaka ukimaliza, naweza tukadokeza project zako ambazo unatakiwa kuziachia kwa muda huu na, na plani yako kwenye mziki huu wa Bongo Flavor kwa kama producer? uh, project nyingi, kazi ni nyingi na, na wasanii naitatoa mwaka huu na mwaka unaokuja kazi ni nyingi na wasanii wakubwa ya ilisti ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tumejipanga vizuri tutafanya vizuri na ni kwa sababu ya mambo mazuri pia ya yeah. Unaweza ukatutajia ya ilisti yako kwa wasanii ambao uko nao? kwa unasema sasa hivi unasema na nawakamata mimi, alafu nawaaminia, nawapeleka mjini. Wako wengi sana, nikisema nihitaji aa tuweza kumaliza. Wako wengi sana na sidhani kama inakuwa ni vizuri kutaja watu na kufanya nao kazi nyenye nye, nye, msubiri mawe mtaona mawe. Sidhani kama ni vizuri kutaja watu ambao wanafanya nao kazi wengine hawapendi ah, kabisa ya. Kabisa cha kumalizia, ndugu yangu, tunafahamu dakika za mwisho watu wanaishi katika mfumo mzuri kabisa wa muziki na tukiangalia sasa hivi kuna mambo na, na msanii Basata na nini, kuna vitu vingi hapo katikati. Watu wanagawana magawio vipi? Kwa upande wenu kupitia uh, mitandao watu wanapo view ngoma zenu, wanapo download ngoma zenu, nyie mmejipangaje kuangalia napata ma, ma, ma, ma, magao katika, katika kazi zenu. um, kazi kuna, katika, kazi katika biashara kuna siri, kuna vitu ambavyo vitakaa vitabaki kama siri, kuna vitu vitabaki kama kuwa open vitu ambavyo vitahitajika kuwa open vitakuwa open. Mimi nahisi mambo ya miraba na vitu vingine na kadhalika ni vitu ambavyo ni siri ya mtu ambaye anavipata sizoni. Kama utamfuata msanii yoyote, atakwambia mimi naingiza kiasi fulani, mimi nafaidika sehemu fulani, sifaidiki sehemu fulani, kwa biashara zake. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni siri ya mtu mwenyewe, ni siri ya mtu na biashara yake, faida yake anapataje, anaenjoy vipi, anateseka vipi, ni siri yake. Eba cha mwisho cha kumalizia Majipange tu, mali ni mengi, vitu ni vingi, mjipange hapa. Pablo Escobar, mnyama mkali, inaenda Mr. G, Mr. G Pablo himself, um, kutambulisha Pablo Gang, ambayo watakuepo wasanii mafotografa, madancers, wa yaani ku itakuwa imejitosheleza kiufupi, kwa mjiandae. Eba, tujipange Pablo ameshaongea e na ameshamaliza. Asante sana kwa kumtizama. Usiache kufuatilia kwenye media kwenye youtube channel yetu, ukiandika pale 69 media, au sio? Unabonyeza alama ya kengele, unapata update na exclusive zote kama hizi ambazo amezipata. Asante sana kwa kumtizama, tukutane wakati mwingine. Chao.